Governor is supposed to protect his people people are in the county. Tukakuwa na shida ya Portland pale Portland na KCB makao nilikuwa nimetengeneza kila kitu Portland, tukasikizana watu walipe 700. Ile plot 50 by 100. Watu wakaanza kulipa vizuri. KCB ikakuja kwa sababu anajua weakness ya huyu mtu, wakaenda wakamwambia, wewe nyamaza, tutalipisha 2.5 million

Tuondoe siasa katika jambo hili na tuondoe e, wanasiasa tafadhali. E, kaeni kando, kwa sababu hili ni shamba la KCB na ni KCB process ndio ina- ina yani ni K, hi, sisi ni team yenye tumewekwa hapa na KCB kusuluhisha hili jambo.